Nimenesi hapa Pwani, naibu rais, tumekuwa na matatizo mengi sana na kabla ya hujakuja wewe, alikuwa yule mwenzako anaitwa nani, anaitwa nani huyo? Sasa moja nimwambie, alikuja hapa Pwani akasema sisi hatuna hisa na serikali hii, alitoka kutoka. Sasa tunazo hisa, hatuna hisa, ndo hizi ambazo tunazo lakini Naibu rais wewe na rais fanyeni kazi, wananchi mwacheni napige kelele, kwa sababu mtoto anapozaliwa anajua kina mamake ndio sipo anama kanga, lakini sipo akikatizwa maziwa na mamake ghafla analia karia aaai kaianai karia atakulia siri akiwacha napani yetu, na mimi kwa sababu hapa ni jirani wa Kaloleni, nimepangana na tungule nitaoa hapa Ganze na nani na na laki moja